Kango Kajaramogi, twende kwake John Wanyama sasa, ambaye anatuambia wazee kutoka Keiyo pia wamefika katika eneo hilo na kufanya matambiko wakiiombea familia ya Raila Odinga. Maombi hayo yalifanyika katika msitu wa Kaptagat. Pale wazee hao walimkumbuka Raila kama kiongozi wa aina yake na kuwa Kenya imepoteza na pengo lake ni kubwa mioyoni mwao sana na bado hata sisi tukiwa mkaaji wa wasingishi na Elgeyo Marakwet, tuna, tuna, bado tunahusunika na sana na bado still tunaomboleza na hatujui kama haitaisha itaisha kwa mwili yetu. Raila Odinga ataishi kwa mioyo yetu miaka na miaka na miaka. Wakazi hao walimshukuru Rais William Ruto kwa kumtunuku Raila Odinga tuzo ya juu zaidi tu na kiongozi aliyepigania maendeleo na haki kwa wote. Kumtusa kwanza Mheshimiwa late Raila Amolo Odinga kwa sababu ya ushujaa na kazi kubwa ambayo amefanyia nchi hii, tukiwemo kama wakahaji wa eneo hili. Raila alikuwa shujaa kwanza kupea state burial kama, kama rais kiwango ya urahis hapo, tunasema asante sana sababu baba ya Raila Odinga awakupewa hiyo nafasi, na alikuwa rais alikuwa naih. So tunamwambia rais asante sana kweli. Tuliona eh, ile awards yenye watu walipewa, sio kwa sababu alikuwa marafiki yake, lakini it is because they kuanzia eh, the right yakekuanziweshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye amekuwa ni champion wa devolution, amekuwa champion kwa mambo ya kubadilisha katiba. Katibu mkuu wa fedha Chris Kipto, ambaye pia ni mzaliwa naye, alipewa tuzo bora ya kuwa mstari wa mbele kwa kulinda mazingira. Bwana Kipto amefanya eh, ame reclaim over 3000 hectares of land hapa Kaptagat Forest ameweza kumobilize resources na kupanda miti zaidi ya milioni mbili pale penye tulikuwa mbeleni, e, mazingira haikuwa hivi. Tunaona hata mimea yetu, mfua imekuja shule hapa, shule kubwa sana yenye watoto wetu wote watakuwa hapa sasa. Tunasema kwa Ruta, tutam. Tuta. hata sio tubegeyake 15 years, on the right. Kiptoa amepanda miti takriban milioni tatu kusambaza maji kwa jamii na sasa anaijenga shule hii ya umma ambayo ni ya kipekee hapa na itachukua idadi ya wanafunzi elfu tatu itakapokamilika. John Wanyama, Runinga ya Citizen County ya Wasingiu. Tukisalia huko huko kaunti ya Wasingishu, waumini wa dini ya Kihindi huko Eldoret